Mambo vipi ndugu yangu? Uko fiti? Karibu sana katika studio za Roji Radio nyumbani kwa burudani bro. Mi kwanza nakukubali sana bro. Asante sana. Kazi safi. Asante. Bongo kuko vipi ndugu yangu? Bongo kuko shwari. Eh? Yeah, kuko shwari. Ya, Mama Samia kule akina Tundu Lissu Chadema <laughs> Chama cha sijui mapinduzi, mambo mambo mambo vipi kule kule TZ? Shwari tu, usafiri usafiri usafiri usafiri umekuwa umekuwa umekuwa... Kwanza kwanza, unajua kuna uchaguzi kule, maandamano, mara suluhu must go eh. Usafiri uja kutatiza, usafiri mgumu mgumu vile, lakini nimejaribu sauti kidogo, kwa sababu mashabiki wanataka wakusikilize, yeah. Leo watu wangu, nimewaletea bonge la mtu bana, brother ya Mboso huyu. Wewe kwanza, kazi ni ya Mboso, una una relate kidogo hapa amazing sana. Alafu tutakuwa tunaendelea tukipiga story live hapa ndani ya roji redio. Kibao kinakwenda kwa jina la utabo, si ndio? yeah